kwa muda mrefu, kauli, matamko, mienendo mienendo yake inatafsiriwa kwa waumini wengi huwa mwelekezo wa kisiasa, ikiwemo mahusiano yanayoonekana yanayo kuwa kuharibu chama kuharibu chama cha Chadema. <coughs>